Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, "Imekwisha," akainamisha kichwa akaisalimu roho yake. Sasa basi, Yesu alipokwisha kuipokea ile siki aliinamisha kichwa a, a, alisema imekwisha. Sema imekwisha, sema imekwisha, kama tulivyosikia kwa nguvu ya msalaba. Msalaba ni nguvu ya Mungu, ni uweza wa Mungu na uleta wokovu, ni nguvu ya Mungu kwa wao wanaookolewa. Ile ni nguvu ya Mungu katika kuponya, ni nguvu ya Mungu katika kusamehe, ni nguvu ya Mungu katika kufungua na kuweka huru, ni nguvu ya Mungu katika kuvunja laana, ni nguvu ya Mungu katika kuondoa aibu na dharau na kudharauliwa. Ni nguvu ya Mungu na pale Yesu alimaliza yote, na sisi tunapoenda kula mwili huu na damu hii ya Yesu tuwe na hiyo imani, tuwe na hiyo imani ya kwamba ninapokula na ninapokunywa mwili na damu ya Yesu, imekwisha. Haleluya! Basi aliye na wimbo anaweza akatuimbia wimbo unaofaa.

natazama juu, damu yako ya tiririka. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakutukuza na kukuinua kwa upendo mkuu, wewe ambaye kwa jinsi hii uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima. Tunakutukuza ambaye kwako yote yanawezekana, na katika kuwezekana huko hata wewe uliyekuwa Mungu, ukatwa uliyekuwa Mungu kwa tangu mwanzo ukatwa mwili na ukakaa, ukakaa kwetu, ukawa mwanadamu, ukakaa kati yetu, ikawa ukaishi kama mwanadamu lakini haukutenda dhambi na katika huo uwanadamu wako ukatekeleza jukumu kubwa la ukombozi kwa wanadamu wengine wote. Tuko mbele zako Mungu mtakatifu, Mungu wa milele, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa zawadi ya mkate na divai, ambayo Mungu imeletwa mbele zako kama kazi ya mikono yetu na kama dhabihu ambayo sisi wanadamu tumeleta kwako wewe Mungu unaegeuza yale yaliyo manyonge, unaegeuza chochote kile kuwa vile unavyopenda. Nawe Mungu, katika kuteswa kwako na katika kujitoa kwako, ukatoa mwili wako na ukatoa damu yako kuwa chakula na kuwa kinywaji chetu cha kweli na cha uzima, ili kwa njia hiyo tupate wokovu na ukombozi na tupate kuunganika nawe na kuishi nawe katika nguvu hiyo na kushinda mauti na kushinda dhambi na kushinda uovu na kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Tunakuomba Baba, upokee sadaka hii, dhabihu hii ya mkate na divai, na katika jina la Yesu Kristo ukaitakase na ukabariki, ukatie ndani ya mkate huu na divai hii neno lako na roho wako Mtakatifu, na kwa nguvu ya neno lako na roho wako ukageuze mkate huu kwa mwili wa kweli wa Yesu Kristo na ukageuze divai hii kuwa damu ya kweli ya Yesu Kristo ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa katika upendo wako wa ajabu umetupatia mwili wako na umetupatia damu yako, ili tunapokula na kunywa tupate uzima, tunapokula na kunywa tuwe ndani yako na wewe uwe ndani yetu. Siku ile Bwana ulitoa mkate, ukaushukuru, ukaubariki, ukageuza kuwa mwili wako, ukasema twaeni mle huu ndio mwili wangu. Damu ya Yesu inanena mema Damu. Mwili wa Yesu waleta uzima. Mwili wa Yesu umetukomboa, umetuokoa umetuokoa mwili umetuokoa. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe kilichojaa divai akabariki, akashukuru, akabariki, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya.